Mheshimiwa William uh, Mwakilema, ndugu zangu wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, wajumbe makatibu tawala, wakurugenzi, ndugu zangu viongozi wote mliopo hapa, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, viongozi wa vyama vya siasa, uh, ndugu zangu mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma. Leo hii ni siku ya pili huko katika mkoa wetu. Kwa hakika hatuna cha kusema zaidi ya kurudisha shukrani, sifa na heshima kwa mheshimiwa, kwa rais, wa Mwenyezi Mungu. Aidha, kipekee tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kukuteua wewe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini kama ikutosha kuwateua vijana wetu kutoka wabunge kutoka mkoa wetu wa Tanga katika nyazifa za uwaziri na unaibu waziri. Kwa hakika tunashukuru sana, na Wanatanga wanatoa shukrani za dhati na wanaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais wetu. Tunaye Waziri ofisi yako anayeshirika masuala ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Profesa Shemdoe lakini pia tunaye waziri wa maji Mheshimiwa Jumaa Aweso Hamidu Aweso, lakini pia tuna manaibu waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Kagilwa, lakini pia tunaye naibu waziri a, wa michezo na habari na utamaduni utama Mheshimiwa Mwanaifei. Hawa wote kwa hakika wanaitendea haki a, ofisi wizara ya mkoa wetu na tuna naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais, katika moja ya kilio walichonacho Korogwe kilikuwa ni kilio cha maji, lakini leo hii maji yametoka. Mwanga, Same yanakuja ya Korogwe, maji yanatoka. Sasa hivi mradi huu ambao umeukagua we mwenyewe ni ishara tosha kwamba maji sasa yatakuwa ni mwa mwa mwa tuna, tunakwenda kupata maji zaidi ya lita elfu hamsini na mbili ambapo itaenda kumaliza changamoto ya maji Pangani, Muheza, hapa Korogwe lakini mpaka Handeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo nilisema kule Kilindi, mkoa wetu wa Tanga ulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Mwaka 2021, asilimia ya upatikanaji wa maji ilikuwa asilimia 49. Ndani ya miaka mitano, mheshimiwa hatuko mbali sana na ilani. Ilani inatutaka tufike asilimia 95, kwa miradi hii iliyokamilika na hakika tutafikia asilimia